Tunawaambia tuko kwa idhini ya Watanzania na Watanzania wako kwa idhini ya Mungu. Kwa ili mradi Watanzania wanatuunga mkono na ili mradi Mungu anawaweka Watanzania hatutaki kuulizwa swali la dini, maana tuna, tuna kazi ya kuendelea. Kazi yetu lazima itaendelea, na kuendelea huko lazima sisi tuendelekwe. Kama unataka kuwa badala yetu, lazima uwaambie Watanzania wewe unafanya nini Huwezi kujisemea tu mwandamane waandamane, waandamane mwisho watavunja miguu. Hawezi kuandamana waka, wakashiba unawatoa mashambani ili waandamane ili warare njaa, alafu iweje? Hamna kitu. Wakati fulani siasa za mikutano zilikuwa zilikuwa zime zimezuazua zimeruhusiwa mwaka 2003 wametembea nchi nzima, lakini hamna hoja hata nikiwauliza nyinyi, mnakumbuka mara ya mwisho walisema nini? Hamkumbuki, wana hakuna cha kukumbuka. Ni watu wanapiga kelele, wanataka shari, na sisi tunawaambia, shari hapana. Amani ndio demokrasia. Maana yake sio shari. Demokrasia ni majadiliano, demokrasia ni hoja kama una hoja za kuwashawishi wapiga kura wa kukubali toa hoja, kama huna kubali. Ndio tumeiba nini? Wakati asilimia sitini ya wagombea wa nchi nzima walikuwa wanapita bila kupigwa kutokana na wale wasi, wa tumewapigia kura ya ndio au e, maana hawana wapinzani. Sasa wewe ukose asilimia sitini ugombea asilimia arobaini uweke watu hawana sifa ushindwe, halafu uende Umoja wa Mataifa. Ah, utaenda Umoja wa Mataifa kisi takwa, tumemaliza hiyo kazi. <laughs> <laughs> wende ushtaki kwa wazungu <laughs> Mi mzungu mmoja aliniuliza inawezekanaje mkapata asilimia tisini na tisa? Akasema jambo hili kwetu haliwezekani. Nikasema hata mi niliishi huko kwendo, lakini mazingira yenu sio hapa, ni hamna vitongoji wala hamna vijiji si situna vijiji si situna vitongoji, nyinyi hamna. Kwa hiyo hamwelewi, ndiyo maana uchaguzi wetu duniani haueleweki, maana hata wale walio na vijiji Afrika, hawapigiani kura kwenye vitongoji na vijiji. Kule kuna machifu wanakupiga kiboko, unafuata amri. Kwa hiyo tuendelee.